Sasa, mradi ule wa gofu ulibuniwa na bodi ya wadhamini ya Tanapa kama one of the very important product za tourism na umepewa jina la Serengeti National Park Golf Course, au tunasema ni mradi wa gofu hifadhi ya taifa Serengeti. Ni uwanja ambao unakwenda kuchukua sura ya kimataifa una mashimo 18, tisa ya kwanza nimesema ni front nine na tisa ya nyuma tumesema ni back nine, toto 18. Lakini why unique? Sio tu kwa sababu inajengwa katika hifadhi ya Serengeti, kwa sababu pia tumeongeza urefu wa kila shimo, na hivyo kufanya uwanja huu utakapokamilika kuja kuwa uwanja katika viwanja virefu sana duniani. Una jumla ya kilomita 7.065 au yadi, kuna watu wanapima viwanja hivi kwa yadi huko Marekani 7726.4 alafu pale tutajenga very expensive, very expensive and luxurious sleeping cottages za wageni na other supporting facilities hotels and everything hiyo sasa hivi tumeanza kui ku, ku invite eh, eh, investors ambao watadwell kwenye hiyo eneo umeona eh? Sisi tutamalizia pale, tutamalizia na, na, na, na clubhouse, lakini au watakuja kufanya hiyo tunaziita support facilities za golf, ili kufanya huo golf, hii golf kweli iwe iweze kutoa vionjo vyake ambayo tunavitegemea, lazima tuweke hizo, tutakuja kujenga pale. Ni uwanja ambao unakwenda kuwa unique kompea na viwanja vingine vyote vya golf duniani. Kwa nini? Sio tu kwa sababu unajengwa katika hifadhi famous ya Serengeti. Hapana, sio tu kwa sababu hiyo. Ukiangalia hata design tuliyofanya tuliofanya, unique ni unatekelezwa katika eneo lenye jumla ya eneo lenye ukubwa wa eka 450 na kwa sababu ni eneo kubwa, tumeweza kudizaini mashimo ya kawa mbali mbali, kukawa na toto exclusivity kati ya shimo na shimo, kwa hiyo hiyo inaongeza vionjo kwa mchezaji. Uwanja ni wa kipekee sana, na utakuwa wa kipekee kwa sababu umetengenezwa kwa vipimo vya kimataifa, lakini pia kama mnavyoona na eneo letu ni eneo la hifadhini, kutakuwa kuna wanyama wengi sana ndani ya uwanja huu. Kwa hiyo pia ni aina ya kivutio ambacho kitaleta upekee kwenye uwanja huu. Wanyama wanaokuwa hapa wengi hasa watakuwa wale wa burudani kama vile labda swala, swala ndo wengi sana hapa, kwa sababu challenge kubwa ya gofu huwa ni maji. Kukiwa kiangazi waga hatuna challenge yoyote ile kwa gofu. Challenge sana zinatokea labda kipindi cha masika, kipindi cha mvua. Ndio maana tunapojenga uwanja tunazingatia vitu kama hivyo, kwamba je, mvua ikinyesha kiwanja watu wanaweza kuendelea kukitumia au kitashindikana kwamba maji yamejaa? Hiki kiwanja tumezingatia hilo, na talamani zake pia zimezingatia, kwa hata kama mvua itanyesha, ziko mvua ambazo sisi gofa ikinyesha tunacheza ziko zile mvua ndogondogo ndogo, ndogo, kama manyunyu tu ambao labda unaweza ukatembea na mwamvuli, unapiga mpira wako, unajifunika mwamvuli, unaendelea kucheza. Lakini labda zikinyesha zile mvua ambazo ni kubwa, uwezi kucheza. Kitakuwa ni kiwanja ambacho hakitoweka maji kuja kusumbua wachezaji kwamba mpaka maji yakauke ndio ya, wacheze. Viwanja vingi na kila viwanja vya gofu mnavyoviona vina challenge zake. Kwa hiyo huu pia ni mmoja wa viwanja ambao vinatakuwa na challenge. Hasa kama mnavyoliona eneo ni la wazi sana. Kucheza gofu kwenye eneo la wazi ni challenge kubwa sana tofauti na kwenye eneo labda lenye miti mingi. Hapa utakuwa kuna challenge kwa sababu kama sasa hivi mnaona kuna upepo unavuma kuelekea huku juu. Lakini kuna wakati ukija mchana hapo upepo unakomea badilisha mwelekeo. Kwa hiyo moja ya challenge hapa kubwa itakuwa ni upepo. Lakini pia kwenye uwanja tutaendelea kuweka vikwazo vingine. Kwa mfano mabwawa ya maji, utakapokamilisha atakuwepo ni aina vikwazo ambavyo vitakuwepo ndani ya uwanja. Kwa nini mabwawa ya maji ni aina vikwazo kwenye mchezo pia, kwa nini viwekwe vikwazo? Ndio mchezo unataka hivyo. Kwa mfano nikiweka maji pale katikati, wewe ukapiga ukaingia kwenye maji, mimi nikapiga nikavuka, tayari kuna tofauti. Wewe ukiingia mle uta drop mpira mwingine kwa penalti kwa aliyevuka anakuwa na advantage, ndo haina vikwazo ambavyo vinakuwepo. Ni kama umepiga mpira umeenda polini umepotea, mimi wakwangu huko sawa, hatutofanana score ya mwisho. Na urefu wa viwanja unatofautiana kwa namna gani? Yeah, viwanja vinatofautiana kwa aina tatu. Kuna viwanja ambavyo tunaita pa nne ambavyo na score mara nne. Kuna kiwanja kirefu kinaitwa pa tano ambacho unatakiwa uscore mara tano na kiwanja kifupi kinaitwa par 3, unatakiwa uscore best score yako iwe mara tatu. Uwanja ni wa kipekee sana na utakuwa wa kipekee kwa sababu umetengenezwa kwa vipimo vya kimataifa, lakini pia kama mnavyoona, na eneo letu ni eneo la hifadhini, kutakuwa kuna wanyama wengi sana ndani ya uwanja huo, kwa hiyo pia ni aina ya kivutio ambacho kitaleta upekee kwenye uwanja huu. Watalii wengi wanapenda huu mchezo, na pia pamoja tu wanaona hivi, wapo baadhi wanatembelea, kama wakiji hapa kwa ajili ya kusafiri, huwa wanatembelea. Bahati nzuri pia tumeweka eneo zuri, pia kinajitangaza tu kwa watu wanaosafiri kupitia uwanja wetu hapa wa ndege wa Fort Ikoma. Kwa hiyo tayari kimeshawavutia watu wengi, wanafahamu nini kinaendelea. Wazaji, kwa kweli, hakika mpaka sasa hivi tumejitahidi angalau sasa hivi naweza kusema Tanzania tunafikia elfu moja mia sita elfu moja mia saba sasa hivi, ila tukija kwenye professional bado wako wachache sana, hawajazidi mia hawajazidi mia bado. Na pia ninayo furaha kuambieni kwamba tulianzisha Junior Foundation kwa maana kwamba kuandaa kwa kwa vijana ili mchezo uendelevu na kwa kweli kila klabu zimetika kuwa na hiyo foundation isipokuwa klabu chache tu. Nitoa mfano mzuri sana na niwapongeze sana glafu ya Lugalo Lugalo, wamekuwa na foundation nzuri sana vijana, na ndio yenye wachezaji vijana wadogo kuliko ndio vyote Tanzania, ikifuatiliwa na TPC, kile kiwanja cha Moshi TPC, alafu Morogoro, Moshi Mufindi Jimkana na na hivi vingine. Na kwa Tanzania itakuwa imetuongezea umaarufu kuwa na viwanja vya kisasa kama hicho kinachojengwa Serengeti, kuwa na ufanisi mzuri sana kwa sababu ukiona mgeni anacheza golf hapa, alafu unakuta na kundu la, la nyumbu liko pale au pundamilia, yani kweli hata yani sidhani kama kuna kitu kama hicho katika dunia hii. Una, unaona nyumbu yuko pale au twiga, na, na yuko kwenye miti ana graze alafu watu wanacheza golf. Huo ni utalii mmoja mzuri sana. Yani, wanakuja wanafanya hunting sports. Ukimwambia kwamba unaweza kacheza golf ndani ya Serengeti na hapo hapo unakuta nyumbu wako around. Hiyo nadhani itakuwa very attractive ita, itakuwa very attractive.